Ya, kwa mujibu wa ratiba tuliyotangaza na natatasi iliyopo mpaka sasa ee, hivi wa uwanja kwa ajili ya mchezo namba mia moja ee, kati ya Young Africans Sports Club na Simba Sports themanini na nne kati Club ni uwanja wa Benjamin Mkapa, na mchezo huo unatarajiwa kuanza majira ya saa kumi na moja jioni siku no. hiyo ya Juni kumi Yanga ndio tano. Na viingilio inakuaje? Kama Yanga ndio wanapaswa kutangaza, ambao anasema ya huu mchezo utakumbuka, ulishatangazwa vingilio na mm, tiketi zilishauzwa japo yeah. E, hazikuuzwa tiketi zote, lakini tiketi majority ziliuzwa, na sisi tulishasema kwamba tiketi e, mashabiki wetu wa thamani ambao walinunua tiketi waendelee e, kutunza kadi zao kwa sababu tiketi zile bado zipo kwenye kadi zao na zitakwenda kutumika kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo utaapa siku ambayo itapangwa, tarehe tarehe imeshapangwa na kwamba Eh, sasa hivi inafahamika kwamba huo mchezo unakwenda kufanyika Juni eh, kumi na tano. Kwa hiyo nadhani utakapofikia wakati wa sisi kuanza kuzungumzia sasa mauzo ya tiketi, eh, ama maandalizi mengine ikiwemo vikao kati ya sisi na timu mwenyeji na wadau wengine basi tuta, tutaweka wazi kuhusiana na hilo, ila kwa sahivi bado hatua eh, ya kuanza kuuza tiketi kwa zile zilizosalia haijafikiwa. Itakapofikia basi tutawajuza hicho